We will give Israel... Vita bado vinaendelea. Hali ya kushtua kati ya Iran na Israeli. Mwandaaji wa makala hii ni Kasim Ali, ndani ya channel ya YouTube Hubah Online TZ, mchambuzi wa siasa za kimataifa na masuala ya kijamii. Juni 2025. Huu si mzozo wa kawaida, huu si ugomvi wa maneno. Ni vita halisi kati ya mataifa mawili yenye nguvu, miguu yao ikiwa katika udongo wa dini, siasa na silaha za maangamizi. Kwa miaka mingi Iran na Israeli wamekuwa wakishambuliana kwa mbinu zisizo rasmi, kutuma mawakala kushambulia kwa proxies au kupiga chini ya pazia, lakini safari hii pazia limechanika. Mashambulizi ya kijeshi Israeli yavunja ukimya. Katika usiku wa giza totoro, ndege za kivita za Israeli zilivuka mipaka ya anga za kimataifa kwa kile kilichoitwa Operation Rising Lion. Lengo, kuharibu mitambo ya nyuklia ya Iran, kuondoa uongozi wa kijeshi wa Iran, IRGC, na kuwa mizizi ya vikundi vya wanamigambao wanaosaidiwa na Iran kama Hamas, Hezbollah na Houthi. Makombora yalishuka kama mvua ya radi. Satellite ziliona moto ukizuka katika kanda za Natanz, Isfahan na Fordo. Vituo vya siri vilivyofichwa ardhini vililipuka, dunia ikatetemeka. Iran ipigwe lakini haipigiki kirahisi. Siku moja baadaye Ayatola Kamenai alisimama mbele ya maelfu ya raia. Sauti yake ilikuwa nzito, macho yake yamejaa ghadhabu, akasema, "Wazionai wametuvamia. Wataelewa sisi ni nani, watatambua sisi ni nani. Haifa na Tel Aviv hawatabaki kuwa majiji, zitakuwa makaburi." Na kweli kama alivyoahidi Iran ilirusha makombora zaidi ya mia moja kuelekea Israeli. Baadhi yalidunguliwa angani, lakini baadhi yalisababisha uharibifu mkubwa katika maeneo ya raia. Athari za vita, raia walia, majengo ya vuja damu. Kwa mujibu wa vyanzo vya kimataifa, maelfu ya raia wamejeruhiwa nchini Iran na Israeli. Makaburi mapya yanachimbwa kila siku, hospitali zimejaa, umeme na maji vimekatika maeneo ya vita. Miji kama Shiraz, Tabriz na Mashhad iko katika dhana. Israeli nayo imetoa tangazo la mwisho kwa raia wa Iran: ondokeni karibu na maeneo ya kijeshi, tunakuja na hatutagonga mara moja. Jukwaa la kimataifa Dunia yajikuta njia panda. Marekani imesema inaunga mkono haki ya Israel kujilinda. Rusia na China zimeonya kuhusu kuchochea vita vya dunia. Umoja wa Mataifa umeshindwa kutoa azimio la pamoja. Mataifa ya Kiarabu bado yanatafakari msimamo wao rasmi, lakini kwa sasa makombora yamechukua nafasi ya diplomasia. Je, mwisho upo wapi? Swali ambalo kila mtu anajiuliza ni, je, Iran italipiza kisasi zaidi? Je, Israel itatumia nguvu za mwisho kumaliza tishio la nyuklia? Je, vita hii itaishia katika Mashariki ya Kati tu au itavuta dunia nzima ndani yake? Hii si vita ya silaha tu, ni vita ya historia. Vita ya imani na vita ya hofu. Hitimisho: macho ya dunia yako katika maeneo mawili tu, Tel Aviv na Tehran, na wakati muda unakimbia kila